Sasa kwanza tumekubaliana Tanzania lugha ya. Hii ndio daraja la tatu la mwisho hayo anadondoka yenyewe huko chini oh, lakini mnayanunua sasa hivi mnayanunuasasai, ambayo hili mnanunua kilo shingapi hizi? Hapa kilo mia tatu na hii hapa daraja la pili, na daraja la kwanza elfu moja Daraja la kwanza anza naa hapa ni wanz kwanza mnasina mra kutumia daraja la kwanza, ndio daraja la tatu yote hapo, haujamwelewesha maana yake. Ngoja nikuulize kwa hiyo lugha ya zamani. Hii imeshakaa shambani mheshimiwa. Ishafika muda sana hivi. Ndio bwana, ile daraja la tatu japo ni kubwa, naiona ni kubwa lakini yeye mwenyewe tukiwa vui mwezi wa tano akipata. Sasa baada ya kuona labda anapofikia huko chini, ndio nikaamua kuuza reject na hata sasa hivi nikifika shambani mtakuta mengi huko chingi, ndio nikaamua kuuza hata mia tatu nikipatie kitu kidogo, lakini hata airudishi gharama. Ni ng'ombe nimeuza ai nikapata parachichi, kumbe hakuna. Yaani, maana yake ni kwamba huyu mkulima amechukua ng'ombe wake akauza ng'ombe alafu akachukua ile pesa aliyopata kwenye ng'ombe akaenda kulima parachichi. Matokeo yake amelima parachichi, imekuja gredi ya kwanza, kwa sababu hakuna mteja, ng'ombe yake imepotea, na mwisho wa siku anauza parachichi kilo shilingi mia tatu kutoka kwenye elfu moja Sasa wananchi wa jimbo la Hai kama huyu amelima parachichi yake imefika kiwango hiki cha daraja la kwanza, imevunwa na ina ubora wote unaotakiwa lakini changamoto soko la upatikanaji wa parachichi hii hakuna au linachelewa. Soko likichelewa, parachichi hili hili ambalo ni daraja la kwanza linaharibika, linabadilika, linakuwa daraja la tatu ambao zamani walikuwa wanasema reject. Na hapa nimekuta wanaita reject, nimemwambia hatuna reject hapa. Tuna daraja la tatu. Hili la daraja la kwanza kwa kilo moja kwa bei ya huku wananunua shilingi elfu moja, lakini likichelewa tu bei inabadilika. Parachichi lile lile la ukubwa ule ule likishakuwa na rangi hii linauzwa shilingi 300 kwa kilo. Mheshimiwa Waziri, huu ni unyonyaji. Huu ni kukandamizaji wa wakulima ambao wanafanya kazi kubwa ya kuhangaikia mazao yao. Mimi nikuombe tuwekee mfumo mzuri wa ununuzi. Wengi tunaambiwa wanatoka nchi jirani. Lakini kama tukiwa na senta nzuri za kukusanya parachichi yetu, hata kama hatutalipwa kama tunavyofanya kwenye kahawa, ni bora zivunwe kwa wakati zihifadhiwe sehemu ambazo hazitaharibika ili tu, tu control bei hii ya, ya daraja la kwanza zikinunuliwa zikawekwa mahali fulani, alafu yule anayenunua mlaji wa mwisho aje azikute zikiwa kwenye hali hiyo. Sasa tazama mkulima kama huyu amehangaika yote hii, ni daraja la kwanza ukitazama, lakini kwa sababu amekosa mteja leo, kutoka shilingi elfu moja anauza shilingi mia tatu kwa kilo.